Miaka tatu, miaka tatu kama umetoroka na mahindi yangu korokorongati. Bili. Sasa shosho, sai umekuja na mapaki ngapi? Mm, ni... ni eh. Na mahindi yangu korokorongati. Mimi mahindi yangu ya kipindi Ukaamua unaenda na mahindi ya kipendi venye ni tano, ukaona uende na sasa hii unachua faida. wana wa eh, wanauza mahindi huko. wanauza mahindi ya ya kipindi sasa hii wanauza mahindi ya vibrant. Mahindi haina hata ukali, ukari mzuri shosho. Mimi hata umepika, ninasikia njaa sijakula, kwani eh, penye unatoka hakuna raha Si nimepigwa ndo nikakuja hapa nikae na wewe. Sasa mimi sijazoea kuchapwa alafu wamenipiga. Kupigwa kwa ndoa, ndoa na na ni lazima. Hakuna ndoa na iko na. Sasa nikiuliwa utaanzia wapi? Nikiuliwa, eh. Kuuliwa sheria iko. Si sheria hii. Tunaenda kwa sheria. Nimekufa. Tunaenda kwa sheria, sheria inatuchukulia maji. Na nitakuwa nimekufa ama unaisaidia? Eh, mzuri, mzuri. Hata mimi sitaki huyu mwanaume sasa kumuona. Ngoja, ngoja. Eh, mwanaume amenichapa usiku yote. Hapari yako kitani. Eh, hey, unasemaje? Ah ah, unakuuliza unasemaje? Mambo na kutoroka ni fada. Sasa kuambia ambi, ama ya ambi. Acha niambie kitu chochote. Msichana amekuja hapa, ameniambia amepikwa, amepikwa. Ame Baka, ndo nataka umempikia nini sasa? Msichana wako hataki kwenda shamba. Eh, hey, shamba. <laughs> Hata mimi alitoroka hapa mambo ya saba. Tena anasema huko hataki kwenda sana. Hataki kwenda. Unisoma. Ulisoma. Ulisoma huko na kazi. Kama huko na kazi tafuta pesa, peleka watu kazi. Tutafutia hiyo job. Eh? Tutafutia hiyo job. Mimi kichana, ngoja tumalize ma, mane, maneno yako yako ya kwa haraka haraka. Unafanya raka opesi, tutakosana. Wewe fanya hivi. Msichana yangu alitoka hapa na mahindi korokoro mbili ya kipeni. Akaenda kwa kwa nani? Ni wewe mwenye alikuja kwako na mahindi kijana, ni wewe. Fanya hivi kijana. Musitika mustana, hiyo si makosa mimi, kwa hii nyumba chona nanipiga kwa hii nyumba chona nanipiga kwa hii nyumba yangu